Habari ndugu zangu huko nyumbani, tumepata habari njema hapa Cuba. Tumepata wanunuzi wa bidhaa zetu za mazao e, ya kilimo. Tumepata wanunuzi hapa wanaohitaji maharage meupe, nitayaonyesha hapa kwenye video hii, maharage meusi nayo nitayaonyesha kwenye video hii, na mafuta ya alizeti. Kama wewe utapenda kutumia fursa ya soko hili la ukanda huu wa karibe na Amerika ya Kati, basi e, utuandikie kwa email yetu ya ubalozi e, ofa yako, e, wewe utakusanya mzigo mpaka ufikishe bandarini e, kwa kiasi gani, au unaweza pia ukatuandikia ofa yako ukusanye mzigo usafishe mambo ya maabara e, e tozo za, zetu zote za nyumbani mpaka bandarini. Halafu pia unaweza kusema mpaka Veracruz Mexico, hiyo ndio itakuwa bandari ya kupokea mzigo. Kama utapenda kuchukua fursa hii, tuandikie kwenye email yetu ambayo iko hapa chini, lakini pia na kwa namba ambayo nimeiainisha hapa. Wewe niambie ofa yako, sio na maneno mengi, nipe ofa. Hii ni fursa kwa vijana, wanasema huu ni mchongo, nimewaletea pesa iko Mfanye hivyo haraka, ninahitaji kukusanya ofa zenu wiki hii ili Jumamosi na Jumapili tu tumekamilisha, na wiki ijayo tuwapatie watu hawa, ili biashara ianze mara moja. Nawashukuru, asante sana, na Mungu wa mbinguni awabariki sana.